Kichekesho sana toka kwa bodi ya ligi ratiba ya Simba Sport Club, ameweza kuandika mdao mmoja kutokana na ratiba ambayo amepewa Simba Sport Club. Huyu ni shabiki na mdao wa klabu ya Simba Sport Club ambaye ameweza kutoa tathmini namna gani Simba Sport Club itaweza kusafiri na kurudi Dar es Salaam, ambapo anaeleza kwamba timu yetu ya Simba imecheza ime mechi ya CAF Champions League raundi ya pili katika group stage siku ya tarehe 30 mwezi wa 11 2025, ambapo muda itakuwa ni saa moja usiku katika jiji la Bamako nchini Mali dhidi ya timu ya Stade Malien. Njia fupi sana hii kwenda au kurudi toka Dar es Salaam hadi Bamako ni masaa yasiyopungua kumi na nne iwe umepita Ethiopia au Uturuki na ndege ya mapema sana baada ya kumaliza michezo hiyo tarehe thelathini mwezi wa kumi na moja ni kuanzia saa nne e, asubuhi inayofuata ya, ya in, tarehe moja mwezi wa kumi na mbili hivyo kufika haraka Dar es Salaam kwa njia yoyote ile ni alfajiri ya saa kumi na moja siku inayofuata ambayo itakuwa ni tarehe mbili mwezi wa kumi na mbili, inategemea umepata au umepita njia ipi ndiyo rahisi na gari bodi ya ligi yani TPLB imepanga mchezo wa ligi kuu baina ya TRA United na Simba uchezwe Tabora siku ya tarehe tatu mwezi wa kumi na mbili. Angalia hapo kwa maana ili timu ya Simba iweze kwenda kucheza huo mchezo kesho yake, ni lazima iende siku hiyo hiyo Tabora, kwa njia inayojua yenyewe, na hakuna likava wala mazoezi. Haya ni maajabu ya bodi ambayo inafanya kazi bila kushauriana na timu kwa manufaa binafsi. Hapo bado hatujagusia timu zingine. Ina maana bodi haijui timu zinacheza kimataifa. Hii ni aibu sana, aliweza kuzungumza mdau huyo, akiwa anatolea tathmini ya namna gani klabu ya Simba itaweza kusafiri kwenda mpaka Bamako na kurudi Tanzania, kutokana na ratiba ambayo imeweza kurekebishwa na bodi ya Ligi TPLB, kutokana na ratiba ambayo inaonyesha klabu ya Simba itaweza kukutana tarehe tatu na klabu ya TRA United ya Tabora, ambapo hapo Simba itakuwa haijafanya mazoezi na wala itakuwa haijafanya recover yoyote na itatakiwa kwe, kunyosha moja kwa moja mpaka Tabora kwa njia yoyote.